Makala hii inaeleza aliyoyaandika marehemu Halima Nassor mbunge wa viti maalum CCM kumhusu Jenista Mhagama. Pia itaeleza chanzo cha kifo, na ukitazama mpaka mwisho, nitakusomea komenti za watu mtandaoni kuhusu msiba huu. Watu wanasemaje huko mtandaoni? Utazipata komenti za watu sasa tuanze na aliyoyaandika marehemu Halima Nassor mbunge wa viti maalum. Aliandika nini kuhusu kifo cha Jenista Mhagama? Aliija na maandiko matatu na yote liyaandika katika mtandao wake wa Instagram akitumia jina la Halima Nassor. Uh, ya kwanza aliandika akisema Tunakuaga mpendwa wetu Mheshimiwa Jenista Mhagama, tutabaki kukukumbuka upendo wako, wema wako na mchango wako katika taifa letu. Mungu ailaze roho yako mahali pema peponi, tutakukumbuka daima. Pumzika kwa amani. Hiyo ilikuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni ya kwanza kati ya tatu tulizo nazo ambazo aliweza kuziandika, manake msiba huu ulimgusa sana. Lakini pili, alikuja akaandika: leo naandika jina langu kwenye kitabu hiki cha maombolezo, lakini moyo wangu unaandika maombi kwa Mwenyezi Mungu. Upumzike mahali pema peponi, dada yangu mheshimiwa Jenista Mhagama. Lakini tatu, aliandika kuhusu Jenista Mhagama huyu huyu: hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Nimepokea kwa masikitiko taarifa ya kifo cha dada yangu mbunge wa jimbo la Peramiho, Mheshimiwa Jenista Joaki Mhagama. Pole kwa wananchi wa jimbo la Peramiho, Mheshimiwa Spika Musa Aza Nzungu, wabunge wenzangu wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, familia, ndugu, jamaa na marafiki. Lala salama, dada yangu, Mheshimiwa Jenista Mhagama. Kwa hiyo e, nimezisoma kuanzia ya tatu, ya pili na ya kwanza. Hii ndio kwa ya kwanza kwanza. Uh, aliguswa sana marehemu eh; aliguswa sana na kifo cha Jenista Mhagama kama ulivyoona, aliweza kuandika eh, kwa jumbe zai, kwa jumbe tatu katika mtandao mmoja wa Instagram kuonesha ni kwa kiasi gani aliguswa sana na msiba huu na alikuwa ni mtu wa watu uh. Sasa tujadili chanzo cha kifo halafu tukimaliza kujadili chanzo Nitakusomea komenti za wadau kuhusu msiba huu. Kwa mujibu wa kaka yake Halima, Halima alikuwa mzima, lakini baadaye akapatwa na changamoto za kupumua, akawahishwa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, alipokuwa akipatiwa matibabu mpaka alipofikwa na umauti na kutangazwa na spika wa bunge Zungu. Sasa tuhitimishe kwa kutazama komenti wadau wanasemaje? Nini kinazungumzwa na wadau kuhusiana na na, na, na, na, na, na, na, na msiba huu. Mtanzania Isa Zala yeye anasema da, kweli hakuna aijuai kesho. Lakini Mtanzania cha usiku wali anasema ina lilahi wa ina lilahi rajiun, poleni wanafamilia pamoja na jamaa wote wa marehemu. Mola ampe kauli thabiti ndugu yetu mbele yake nyuma yetu lakini pili, Muhammad anasema asalamu alaykum, wazima. Tumwache Mungu ndiye hakim, kwani mwanadamu hana uwezo huo w uh, lakini zaidi zaidi zaidi ya hizo tunaona Kasilda Kasilda Kamali huyu, pole sana kaka na hongera kwa imani kubwa, akimpongeza kwa kuwa na imani kubwa kaka wa marehemu lakini Sudi Jumaa anasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ala amsamehe makosa yake na sisi sote aa, ajaalie mwisho mwema. Sauda Saidi anasema poleni na ay. Mani Karua anasema ala wasimamie kipindi kigumu, inna lillahi wa inna ilaihi sasa. Uh, tunakuja sasa katika hoja ya msingi, tunasema ukiwatazama Watanzania ni kama sasa wanarudi katika ule msawawao kipindi kilichopita tuliona Watanzania wakishangilia msiba, lakini sasa wameacha msiba na sasa Tanzania, Watanzania wamekuwa kitu kimoja, wameacha na tabia hiyo na wamerudi kuwa binadamu wa kawaida. Tunaona katika mitandao watu wakiumia zaidi kusherekea, wameumizwa sana na msiba huo. Lakini msikilize sasa iri kwa nini tunasema lazima tuumie tunapopatwa na msiba, haijalishi aliyefariki ni nani, kama jinsi ambavyo watanzania wamefanya kwa nini tunasema kwamba ni lazima tu, tu, tu, tu, tuoneshe hisia za kuumia pale ambapo kunapokuwa na msiba uh, cha kwanza sisi ni binadamu. Anapofariki kiumbe mwenzako ambaye ni mwanadamu, kuonyesha kwamba una usamini, ule uhai ambao wewe mwenyewe unao, lazima uheshimu na uweze kuumia. Kusherekea kifo cha mwanadamu mwenzako, maana yake unakuwa unamuondolea ule ubinadamu, unamuondolea ule ule, ule utu wake. Sasa tukiwa na tabia hii, mwisho tukiendelea hivi itakuja kutuondolea huruma, tutakuwa taifa la watu wasio wahurumia wengine. Mwana farisafa Emmanuel Kanti anasema kwa lugha ya Kimombo kwamba maisha ya mwanadamu yanatakiwa yaheshimiwe, haijalishi lakini. Kisaikolojia, kisaikolojia kiona taifa watu wanasherekea misiba, maana yake taifa hilo linakwenda kuanguka. Sasa watanzania wamekataa jambo hilo, kama unavyoona katika message ambazo nimekusomea, wakiwa wanasikitika kabisa, wakionyesha masikitiko yao makubwa. Lakini kitamaduni na kidini, kitamaduni na kidini haturuhusi kushangilia msiba ya watu wengine. Zaburi 24:17 inasema, sishangilie msiba wa adui yako kwa kimombo, anasema, Do not rejoice when your enemy falls and let not your heart be glad on his tumbles. Kwa hivyo Watanzania wamelielewa hilo na wamekataa kabisa mtego wa kushangilia. Kwa kifupi, ukisoma komenti za Watanzania unaona wameumizwa sana na msiba huu, wameumia sana na kile ambacho kimetokea. Ushahidi tunauona kwa Kasilda Kamari, mtanzania huyu tunauona kwa Sudi Jumaa, tunauona kwa Sauda Saidi, tunaona kwa Asmani Karua hawa ni Watanzania ambao wameonyesha hisia zao za kuumia katika msiba lakini, tunaona kwa Isa Zalala na tunauona kwa Chausiku Wali, tunaona kwa Pili Muhammad. Basi niwatakie siku njema na tuwape pole sana wale ambao wamefikwa na msiba huu, asanteni. <coughs>

Halima Eid Nasoro mbunge mteule viti maalum CCM nikiwakilisha wafanyakazi wa sekta binafsi na serikali